Leo hii ndugu zangu wananchi, mimi binafsi, wakati nakagua barabara hii, kwanza nilipatwa na mshangao kwa kweli. Maeneo ambayo ya mitaani ambako sisi hatukuzoea barabara hizi kuwepo katika mitaa yetu, tulizoea barabara hizi kuwepo katika barabara kuu ambayo wananchi wengi ndio wanapita katika maeneo hayo, lakini leo hii mitaa yetu yote imezungukwa na barabara. Kwa kweli, Mheshimiwa Rais ametutendea haki na tumpigie makofi mengi sana. Ombi langu kwa wanarombo na wanakivyamboni tuendelee kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo haya ambayo yanatuletea, lakini pia niwaombe sana wananchi wa eneo hili la Rombo, barabara hizi kwanza zimejengwa kwa fedha nyingi, lakini barabara hizi zimefuata mahitaji ya wananchi ambao wanaishi katika maeneo husika. Lakini barabara hizi, kutokana na taarifa ambayo tumeambiwa, zitajengewa mitaro mipembeni, kwa maana ya mifereji. Niwaombe sana ndugu wananchi ambao munaishi katika maeneo ya barabara hizi hakikisheni munazitunza na mna hifadhi mazingira juu ya barabara hizi. Tunatambua baadhi ya wananchi sasa kama walikuwa taka zao wanatupa kwenye majaa sasa, leo hii watakapoona ile mifereji ya barabara, mtu taka zake ataanza kuzitupa ndani ya barabara na kusema ikija mvua taka hizi zitaondoshwa na mvua. Ni waombe sana ndugu wananchi, tusifanye hivyo, tuendelee kuzitunza na kuzisamini, na... Tumsawa ni diwani wa kata Kigamboni. Kwa kweli siku ya leo ni siku ya furaha sana kwangu kwa mw. sababu mwenge amekuja kwenye kata ya Kigamboni kwa ajili ya kufungua barabara ya lami ambayo ina urefu wa 0.6 yenye thamani ya milioni mia saba na barabara hizi ya barabara hizi za Kigamboni ni moja ya jitihada za Mama Samia Suluhu Hassan kuangalia kata Kigamboni. Kigamboni, toka aingia Mama Samia Suluhu Hassan kwenye uongozi wake, kata Kigamboni imekuwa ni kata ambayo inaongozwa kwa kupata barabara za lami na kilomita kumi na mbili za lami na barabara zingine za ujenzi ambazo zinajengwa na MDP. Kwa kweli mimi namshukuru sana mama Samia kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata ya Kigamboni, kwa kweli nampongeza mama Samia na ninamwombea kwa Mwenyezi Mungu amweke maisha marefu sana. Wana Kigamboni tunasema sisi hatuna yeye, hana deni na sisi, sisi ndio tuna deni na yeye, tukamlipa ukutoba mama Samia oye, mama Samia mitano tena.